Tangu mwaka 1991 bara la Afrika huadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, na mwaka 2025 shirika la SAWA Wanawake Tanzania lililoko mkoani Morogoro limeshiriki kufanisha maadhimisho ambayo yamefanyika kiwilaya katika tarafa ya Turiani, ambapo jumbe mbalimbali zimechukua nafasi, watoto wakionyesha uwezo wao. Vitendo vingi vya watoto wanaofanyiwa vinatokea katika jamii yetu, na baadhi ya watu wanajua mtoto fulani kafanywa kitu fulani , lakini hawatoe taarifa kwa sababu wanajiona kwamba hawana wajibu wa kulinda haki za mtoto. Kwa hiyo kama wazazi, lazima tuwe pamoja, tushikamane kuhakikisha kwamba mtoto wa mwenzio ni mtoto wa kwako. Iko siku usipo mlinda wa mwenzio, kwako pia atapata changamoto na kutakuwa na mtu wa kueleza ukiwa unataka haki ni lazima ujue wajibu wako. Kwa hiyo huo umekuwa ni wimbo wetu mara kwa mara kwa hawa watoto na jamii husika, hasa jamii ya kifugaji ambapo ndo ukatili bado ni mwingi unaendelea. Kwa hiyo tumeamua kuwekeza kwa mtoto, tunaamini kwamba ukimfundisha mtoto, akielewa yale matendo yanayotendewa ni ya kikatili, anaweza kumbadilisha mzazi na ile jamii inayomzunguka. Na watu, tutambueni. Ukimya unaumbua, yenu sauti pazeni, ukatili kukemea. Wazazi kwenye malezi umakini kuchukua, msije kupata kazi mtoto atapukua. Mjitahidi malezi mazuri kuwapatia, yenu sauti pazeni, ukatili kukemea, nawe jirani tambua kunifunzani sheria bure, usijeniacha mimi njia ya kupotea. Itakumbuka kwamba yako maendeleo ambayo yamejiri katika eneo hili la watoto ikiwemo huduma za chanjo pamoja na lishe mashuleni, lakini programu mbalimbali za kiserikali kama uh, programu ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto pamoja na mradi wa mtoto kwanza, lakini zaidi pia upatikanaji wa sera ambazo zinatumika kwa ajili ya kufanya uchechemuzi wa kutengeneza mustakabali bora wa watoto. Kwa majina anaitwa Ansislaus Dodatus Venance, Ninasoma darasa la saba katika shule ya msingi wa Miruindo, ni mwanafunzi ya klabu ya sauti yangu. Mimi kwa siku ya leo nimefurahia kujifunza mambo mbalimbali ikiwemo burudani za michezo, sarakasi na vipaji mbalimbali. Shirika la SAWA linatuwezesha sisi watoto kupinga ukatili kwa kutoa taarifa na kutuambia tusio na usiri wowote. Kwa majina naitwa na Norin Dastan Mapunda. Mimi ninasoma shule ya Lena, darasa la saba. Nimekuja kuhudhuria hii sherehe ya mtoto wa Afrika. Tunahitaji kupinga ukatili kwa watoto wa kike na katika jamii yetu, tunapinga ukatili ili tuweze kutimiza ndoto zetu kama Watanzania na kuiboresha nchi yetu uwe katika hali ya, hali ya juu na kimaendeleo zaidi. Uwepo wa shirika la SAWA linasaidia kuelimisha jamii ambazo zina zinatenda ukatili wa kijinsia katika, katika jinsi mbalimbali mbali, katika jinsi mbili watoto kwa, kwa wa kiume na wa kike. Kwa hiyo tunawashukuru kwa, kwa sasa hivi tunaona wameelimisha watu na tunaendelea kuona juhudi zao katika kupinga ukatili wa kijinsia. Kauli mbiu ya Siku ya Mtoto wa Afrika lingine la kuchangia kwetu sisi wasichana, ubaya matufanyia kwa kumwamini ngariba. Semeni na mangaliba, milamba ya kuziacha yenu, sauti pazeni ukatili kukemea, maisha tunapoteza, damu nyingi kumwagika, magonjwa tunayozoa, nyembe moja kutumika. Siku hii ni fursa ya kuchochea mabadiliko, lakini pia kutoa elimu ya haki za watoto, kushinikiza utekelezaji wa sera na kuhakikisha sauti ya mtoto inasikika, hasa katika maeneo ya pembezoni.